na wale wanaofuatilia ukurasa wa twitter x wa mdude watafahamu na kuona mpaka leo ipo aliandika katika ukurasa wake akisema kwamba akihoji kwa nini askari wanaotaka kuwapa wanachama fedha wanataka kuwapa wanachama fedha ili waoneshe nyumbani kwake wakati ofisi ya rpc na raio wana namba yake na wanaweza kumpigia na kumwita kituoni na akafika pa, pa, pasipo na shida yoyote kwa siku moja baada ya mdude nyagali kuandika hivyo akavamiwa akavamiwa na askari nyumbani kwake akapigwa na kuumiza kuumizwa kisha askari hao wakatoweka naye, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza leo tarehe kumi, ndugu Mdude Nyagali hajulikani alipo. Wote tuliona video ambayo ilionyesha kutoka pale nyumbani kwake damu nyingi na ukiangalia ile damu iliyomwagika pale nyumbani na mwendo waliotembea mpaka kumfikisha, aidha kwenye gari, ile damu iliyomwagika na humo ndani ya gari, hiyo damu ambayo iliendelea kumwagika mpaka wakafika hapo walipofika, maana yake ni kwamba ndugu Mdude alikuwa amejeruhiwa vibaya sana, vibaya sana na hadi hivi leo tunavyozungumza ndugu Mdude hajulikani alipo. Maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake kwa familia yake kwa watu wake wa Mbeya kwa Chadema na kwa taifa hili na kwa Mungu wake ambaye anamwabudu. Kwa hivyo tunapaza sauti paza tunapaza sauti kuyalilia maisha ya Mdude kwamba yuko wapi, ndugu Mdude ambaye amekamatwa amepigwa na amechukuliwa na watu waliojitambulisha kwamba ni askari polisi. Kwa hivyo jitihada mbalimbali zimefanyika kwa viongozi wa kanda ya Nyasa na zimewasilishwa shahidi mbalimbali mbali, na fununu kutoka kwa wasamaria wema ambazo zimelenga kutoa japo mwanga kidogo kuhusiana na alipo Mdude. Kwa jitihada zote hizi ikiwemo wanachama na viongozi kuzunguka katika misitu, mapori, mito, maporomoko ya maji, milima, kwenye vichaka, kwenye mapango, jitihada hmm, zote hizi ambazo zimeongozwa na viongozi wetu wa kanda ya Nyasa viongozi wa mikoa na wilaya mbalimbali mbali na mikoa jirani ambazo zinaonyesha na kulilia thamani ya maisha ya Mdude, na tumekuwa na mazungumzo pia kupitia viongozi wetu wa chama wa kanda na wa mikoa, mazungumzo na RPC, mazungumzo na RC, RCO, askari kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi Dodoma wamefika Amba, mazungumzo ambayo katika hatua ya sasa tunasikitika kwamba hayajazaa matunda yoyote. Tulitarajia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, na maafisa wa polisi waliotoka makao makuu ya Jeshi la Polisi kuzifanyia kazi zile taarifa ambazo zimewekwa mbele yao kwa habari ya maafisa hawa wawili waliotajwa kuwafuatilia kuwajua, lakini jitihada zote hizi hazijazaa matunda. Wananchi wa kanda ya Nyasa na wageni mbalimbali kutoka mikoa ya jirani, hadi tunavyozungumza wameamua na wamekusudia kuweka kambi kutoka tarehe tatu mpaka hivi tunavyozungumza, wamegoma kuondoka kwenye ofisi za chama zetu za kanda pale Mbeya mjini kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana na tunayalilia maisha yake, kutaka kujua yuko wapi huyu mtu ambaye anaonekana amepigwa na kujeruhiwa kikatili namna ile. Katika siku za hivi karibuni, wasamaria wema wamejitokeza na kutupatia majina ya washukiwa mbali na Shabani Chalo, lakini kuna majina mengine tena ambayo viongozi wetu waliyafikisha kwa RCO, RPC na ile timu iliyotoka makao makuu kwamba katika nyongeza ya ndugu Afande Shabani na Vedastus wako maafande wengine pia Mbwana Mkika huyu ni dereva na ni mpelelezi, Afande Denis maarufu kama Dula Mjeshi, Afande Faki. Wote hawa wanafanya kazi ofisi ya RCO na ni vijana walioko karibu sana na afande ya RCO wa mkoa wa Mbeya. Wasamaria wametoa majina haya wakiyataja kuhusika huko huko Mbeya, na viongozi wetu wameafikisha majina haya kwa RCO kwa RPC na ile timu kwamba hawa ni watu wanashukiwa, wafanyeni upelelezi, ufuatilieni kuhusu wao kuhusika na tukio hili. Lakini tunasikitika kwamba juhudi zote na taarifa zote hizi ambazo zimetolewa hazijazaa matunda, hazijazaa matunda. Chadema hatujaridhishwa na namna jeshi la polisi linavyoshughulikia jambo hili. Polisi hawaonekani kabisa kuweka nguvu katika kumtafuta Mdude Nyagali. Wanatushangaza na wanatupa fadhaha. Tunapohoji kwa nini hawamtafuti Mdude, wanawekeza nguvu nyingi kumpata shahidi wa kwanza bwana Ezekieli. Taarifa zote hizi, majina yote haya ninayoyataja ni taarifa ambazo ndugu Ezekieli alizisema na alizisema mbele ya vyombo vya habari. Majina yote aya ninayoyataja ni taarifa ambayo ndugu Ezekieli alisema, alirekodiwa mbele ya vyombo vya habari, akaonyesha mpaka na namba za simu, kwamba namba hii hapa ya afande Shabani, namba hii hapa ndio walionipigia simu, nilikakutana nao na ndio wanaohusika na tukio hili pamoja na taarifa zote hizi kutolewa kutolewa, lakini tunasikitika kwamba jeshi la polisi hawaonyeshi kabisa kuangaika na kuwatafuta hao watu, kuanzia kwenye namba ya simu ya kwamba huyu mtu ndiye aliyempigia Ezekiel, wafuatilie kuanzia pale, wafanye uchunguzi kuwapata watu hawa, lakini jeshi la polisi halionekani kabisa kabisa kabisa. Jambo hili ni dhahiri, kuna jambo ambalo polisi wanalifahamu. Ni dhahiri, ni dhahiri, hata demina zao, ukikaa nao, hata demina zao zinasema hivyo hivyo. Ni dhahiri kuna jambo ambalo jeshi la polisi wanalifahamu na hawataki, and of course ni ngumu kuwaeleza watanzania nini kimetokea kwa sababu wanafahamu jambo hili. Itakumbukwa kwamba kumekuwa na kauli mbalimbali mbali kutoka kwa wana CCM wenye nafasi serikalini wakiwaelekeza vijana wa CCM na wakuu wa wilaya na mikoa kuwashughulikia watu wanaoikosoa serikali. Zipo kwenye public domain, hotuba mbaya chafu, zenye kuhatarisha amani, zenye watu kujigamba kwamba sisi tuna vikundi vya chinja chinja. Ziko hizo hotuba kwenye public domain zinazoonyesha kwamba viko vikundi ambavyo vinafanya mambo haya, yako magenge yanayofanya mambo haya ya kishenzi. Katika nyakati tofauti, hata Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano aliwahi kuwaelekeza vijana wa CCM kushughulika na yoyote anayemkosoa hata mwenyekiti wa mtaa, iko kwenye public domain, spika wa bunge akizungumza na kuhamasisha vijana wa CCM kushughulika na mtu yeyote anayekosoa serikali au diwani au rais. Kauli ya namna hiyo imetolewa pia na waziri wa Tamisemi Mchengerwa tarehe ishirini na sita mwezi wa nne kwenye mkutano wa adhara aliofanya eneo la Sokomatola Mbeya mjini, ambapo alimwelekeza mkuu wa mkoa na wilaya e, ambao walikuwepo kwenye mkutano huo kwamba wao ni wenye vitu wa ulinzi na usalama hivyo wadhibiti chokochoko zote za ukosoaji zenye viashiria vya kuvunja amani, na alienda mbali zaidi na kusema atakayeshindwa kufanya hivyo basi yeye atamshauri Mheshimiwa Rais amweke mtu huyo pembeni. Uki, ukiasikiliza maneno ya watu hawa kwa mgongo wa kuzuia chokochoko ili kulinda amani utadhani kama ni wakweli wanadhibiti amani.